Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuzea yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima na habari za biashara zitasomwa na Nizia Masinde. Kifuatacho ndani ya TVE habari, kuelekea uchaguzi mkuu, Dr. Samia ahidi kuondoa migogoro ya ardhi Geita. Katika biashara zaidi ya shilingi trilioni 2.4 za tolewa kwa wakulima kama mikopo ili kuendeleza sekta ya kilimo nchini. Na katika habari za kimataifa, watu arobaini na wawili wafariki kwenye ajali ya basi Afrika Kusini, huku Rais Ramaphosa akieleza masikitiko yake. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja, tuanzie kwa mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye pia ni rais. Amewahakikishia wakazi wa mkoa wa Geita kuwa endapo atapata ridhaa ya kuongoza nchi kwa kipindi cha miaka mitano ijayo, atahakikisha migogoro ya ardhi inayowakumba wakazi wa eneo hilo inashughulikiwa. Taarifa ya mwanahabari wetu Josephine Kaponya inasomwa na Tunu Lugombe. Daktari Samia amesema hayo wakati akinadi sera za ilani ya chama hicho Oktoba kumi na tatu 2025 kwa wakazi wa kata ya nyawilimilwa mkoani Geita na kueleza kuwa katika kukomesha migogoro ya ardhi atatuma timu maalum kuchunguza migogoro hiyo ili kubaini mbinu na utatuzi. Ameahidi pia kutoa kipaumbele kwa wachimbaji wadogo wa madini kwa kuboresha sekta hiyo ili iweze kuleta manufaa zaidi. Kuhusu sekta ya madini, ameeleza kuwa serikali yake imefanya jitihada kubwa kuboresha sekta hiyo kwa kutoa kipaumbele kwa wachimbaji wote wakiwemo wadogo kwa kutoa na vifaa vya uchimbaji. Kwa upande wa sekta ya madini, kwamba ni moja katika vichocheo vya sekta ya uzalishaji na mageuzi ya kiuchumi. Mmemsikia vizuri, mheshimiwa Mavunde amesema hapa, lakini vile vile rais wa wachimbaji, ndugu yetu John Bina, naye amesema vizuri sana, lakini cha kutegemea ndani ya mkoa huu ni maabara ya kisasa ambayo itafanya itarahisisha kazi ya wachimbaji iishie ndani ya mkoa badala ya kufuata huduma hiyo mbali. Lakini jengine ni suala la mitaji, tunajiandaa kutoa mitaji kwa wachimbaji wadogo, kuwakuza wao wachimbaji wakubwa wagombea ubunge nao wamewataka wananchi kujitokeza kwa wingi ifikapo Oktoba 29, ili kupiga kura kutokana na kuridhishwa na mgombea huyo kufanya utekelezaji wa ilani ya chama hicho kwa vitendo. Nao wananchi wakiwemo wenye ulemavu wamemshukuru Dkt. Samia kwa kuwawekea mazingira mazuri na wezeshi wanapotekeleza majukumu yao. Lazima kumshukuru sana mama yetu Samia pamoja na mbunge wetu Msukuma ambao wameyafanya fulani sana moyoni mwangu na mpaka zaidi, anategemea ayafanye zaidi kwa awamu ya sita, kwa sababu nina matumaini na ambayo ameahidi atayafanya. Namshukuru sana Mama Samia kwa uongozi wake, kwamba ametupatia mashule katika kijiji cha Nyawilimirwa na masekondari, na ametupatia ulinzi, kwani miaka mingine hapa Nyawilimirwa Bukua tuna tunavamiwa tu lakini kwa sasa amani tere. Mgombea urais wa CCM ameendelea na kampeni mkoani Geita kwa ajili ya kuomba kura za ndio na kunadi ilani ya uchaguzi ya chama chake ya mwaka 2025 2030 kwa wananchi wa maeneo ya Nyawilimilwa Geita mjini, Katoro na Chato ikiwa ni siku ya pili ya kampeni mkoani Geita. Asante sana Tunu Lugombe kwa taarifa hiyo katika kuunga mkono juhudi za serikali katika sekta ya afya jeshi la kujenga taifa jkt kupitia kampuni yake ya ujenzi suma jkt construction co Limited, inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya kimkakati nchini ikiwamo ujenzi wa jengo la mama na mtoto katika hospitali ya manispaa ya kahama mkoani shinyanga linalogharimu zaidi ya shilingi bilioni sita nukta tano ellen manyango ameandaa taarifa zaidi ambayo inasomwa hapa studio na muhammed jamal Mganga mkuu wa hospitali ya manispaa ya Kahama Dkt. Baraka Msumi amesema Suma JKT limeaminiwa kutokana na ubora wa kazi zake likiwemo jengo kuu la wagonjwa wa nje na jengo la uchunguzi lililojengwa awali hospitalini hapo. Tuendelee kufanya nao kazi, ni kwa maana kwanza wanamtaji, wanam unajua kwenye, kwenye hii miradi, wakati mwingine tunapendaga mtu ambaye ana uwezo wa kujenga alafu mwisho wa siku sasa ndo anaweza akaomba aka ile certificate ili tuweze kumlipa. Na kwa upande huo sasa, kwa Suma hakuna usumbufu wowote kwao. Tunajikuta kwamba miradi yetu inakamilika ina kwa kipindi ambacho sisi tume, tumepanga kwao. Mimi pia naweza nikashauri nika uh, wenzetu taasisi za binafsi, taasisi za umma waweze kufanya kazi na, na Suma na hata ubora wa majengo viwango vya majengo kama kwa mfano jengo ambalo tuko hapa hili la OPD karibu sana miaka mitatu, lakini ukiliangalia ni kama jengo ambalo limemalizika lime tu labda miezi miwili au mitatu iliyoisha. Kwa upande wake meneja wa ujenzi suma JKT kanda ya ziwa magharibi Meja Hamadi Matata amesema kupitia miradi hiyo ya kimkakati shirika linaendelea kuwa sehemu ya utoaji wa huduma bora kwa jamii na kuchochea maendeleo ya taifa katika hospitali hii ya manispaa ya Kahama Sio mradi huu peke yake wa jengo la mama na mtoto, bali tumetekeleza majengo mengine kama jengo la OPD na jengo la uchunguzi, ambayo majengo hayo yote yameshakamilika na sasa hivi yanaendelea kutumika. Hivyo sasa hivi tunaendelea na jengo hili, na naamini ndani ya muda mfupi litakamilika na lenyewe litakuwa katika matumizi. Kwa niaba ya afisa mtendaji mkuu wa shirika Meja Jenerali Rajab Mabere pamoja na mkurugenzi mtendaji Brigedia Generali Petro Ngata, napenda kusema najisikia fahari kuaminiwa na serikali na kupewa miradi mikubwa kama huu yenye lengo la kuleta maendeleo kwa wananchi wa Tanzania. Aidha, meneja wa mradi huo mkadiriaji majenzi Mashala Mboje amesema mradi huo umefikia hatua nzuri na uko mbioni kukamilika ili kuwasaidia wananchi kupata huduma bora za afya. Tumeanza kufanya naye kazi mwaka 2018, ambapo tulianza kujenga jengo la wagonjwa wa nje kwa maana ya OPD, lakini kutokana na kazi nzuri aliyotekeleza katika ujenzi wa jengo la wagonjwa wa nje ilitupendeza kufanya naye kazi pia katika jengo la uchunguzi kwa maana ya diagnostic center. E, sambamba na hapo, baada ya kukamilisha mradi wa jengo la uchunguzi ndio tukaanza ujenzi wa jengo la mama na mtoto. Kuna faida kubwa ya kufanya kazi na Suma JKT ukizingatia, moja ni taasisi ya serikali. Cha kwanza ni kwamba tunakuwa tunaiwezesha serikali kutimiza malengo yake kwa sababu Suma JKT imeanzishwa kwa malengo ambayo kimsingi ni malengo mahususi kwa ajili ya kuendelea kuboresha huduma katika jeshi letu. Lakini kwa mantiki hiyo e, tunakuwa tuna uwe support vision ya serikali katika ubunifu wa hili jambo. Jengo hilo la mama na mtoto litaongeza ufanisi katika huduma za afya hospitalini hapo kama ilivyo azma ya serikali kuboresha miundombinu katika sekta ya afya. Asante sana Muhamed Jamal kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko ameshirikiana na wananchi kuongeza nguvu kazi katika eneo la ujenzi wa shule mpya ya msingi ili kutatua changamoto ya msongamano wa wanafunzi shule ya msingi Sibwesa. Naye Mauseni anayo taarifa zaidi. Kukamilika kwa mradi wa shule ya msingi Sibwesa kunatajwa kuwa na mchango mkubwa wa kupunguza msongamano kwa wanafunzi wanaosoma shule ya msingi Sibwesa iliyopo katika kijiji hicho. Akizungumzia adha hiyo, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Sibwesa Coloneli Peter amesema kwa sasa darasa moja wanakaa wanafunzi zaidi ya mia mbili hali ambayo husababisha baadhi ya wanafunzi kutojua kusoma na kuandika. Kwa sasa darasa moja wanakaa wanafunzi mia mbili, mia mbili hamsini. Kwa hiyo kufuatia mradi huu wanafunzi watakuja mpaka 40 au 50 ha. Kutokana na wanafunzi kuwa wengi darasani, wanapata changamoto ya kutopata masomo kiusahihi kwa sababu wanakuwa wengi kwe, kwa hiyo mwalimu kuweza kuwapitia mmoja mmoja inakuwa kazi ngumu, lakini kwa hatua hii mwalimu ataweza kuwatembelea wanafunzi na kuwaelekeza vizuri, na hivyo kuondoa changamoto ya kutokujua kusoma kuandika na kuhesabu. Nashukuru sana kwa mradi huu mlotuletea. Changamoto tunazozipata kwanza, watoto walikuwa wanatoka mbali, kwa sasa hizo watoto kutoka hapa shuleni karibu. Changamoto nyingi zilikopo ndio hizo. Nasema asante Mama Samia kutuletea mradi huu hapa, unasema asanteni sana, nashukuru kwa mradi huu. Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko amefika kukagua maendeleo ya ujenzi wa shule hiyo huku akimtaka mkuu wa wilaya ya Tanganyika Onesimo Buswelu kuhakikisha shule hiyo inakamilika kwa wakati. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hakikisha mnasimamia kikamilifu mradi ukamilike kwa wakati e, kabla ya tarehe 31 moja ya mwezi wa 12 mbili mwaka huu, mradi huu unatakiwa uwe umekamilika, na iwe hivyo ukamilike, ili itakapofika Januari mradi huu uanze kutoa huduma kwa watoto wetu, vijana wetu wa hapa Sibwesa. Sibwesa oye! Aidha, Mrindoko amewataka wazazi kupeleka watoto shule pindi muda wa uandikishaji utakapofika. Kwa hiyo niwaombe sana, watoto wote wenye umri wa kuanza masomo tusiwakute nyumbani, na badala yake wapelekwe kwenye shule. Najua msimu wa uandikishaji, muda si mrefu utaanza uandikishaji wa darasa la awali, uandikishaji wa darasa la kwanza, lakini na usajili wa wanafunzi watakaokuwa wamefaulu katika mtihani wa darasa la saba kwenda sekondari, niwaombe sana wanasibwesa, hakikisha kama una mtoto au una mtoto unayemlea, una mjukuu, una binamu, una nani, watoto wote wenye umri wa kwenda shule kuanzia miaka minne wakaandikishwe, waanze masomo. Hakuna kikwazo, miundombinu ipo tayari na ipo karibu kwa ajili ya kupokea watoto hao. Aidha, Mrindoko ametumia nafasi hiyo kuwataka wananchi kujitokeza kupiga kura ifikapo Oktoba 29 mwaka huu. Asante sana Neema Useni, kwa taarifa hiyo mgombea wa nafasi ya ubunge jimbo la Kibamba Angela Kairuki ameahidi kushughulikia changamoto ya usafiri kwa wananchi wa Kibamba kutoka eneo hilo kuelekea Kariakoo, jambo ambalo ni changamoto kubwa inayowakabili wananchi hao, ambapo ameahidi kushirikiana na LATRA kuanzisha ruti ya Kibamba Kariakoo. Zaidi tuungane na mwanahabari wetu Mrisho Mapeyo. Akizungumza katika mkutano wa kampeni uliofanyika eneo la Kibamba shule katika kata ya Kibamba wilayani Ubungo jijini Dar es Salaam, Kairuki amesema amebaini kuwa changamoto hiyo ukosefu wa ruti ya Kibamba kuelekea Kariakoo imekuwa ikiathiri shughuli za wananchi huku pia akiahidi kusimamia suala la uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Niseme nisiseme, nimemsikia mwenyekiti wetu wa kata akieleza umuhimu wa kupata ruti ya daladala kwa upande wa Kibamba hadi Kariakoo. Tutafuatilia Latra kushawishi tuweze kupata ruti hii. Sisiemu oye! Lakini najua kumekuwa na changamoto ya taa za barabarani ikiwemo pia na taa za kuvukia kwa eneo la stendi yetu njia panda shule, ambayo imekuwa wakati wa soko imekuwa ni changamoto kubwa, lakini kwa wenzetu wanaoenda kupanda mabasi wamekuwa wanapata changamoto, na watu wetu wengine wamekuwa wakigongwa na kupata ajali na hata kupoteza maisha yao tutafuatilia tandot kuhakikisha taa hizi za barabarani za kuweza kuvusha wananchi wetu zinapatikana. CCM oyee! Aidha, Kairuki amewaahidi wananchi wa kata ya Kibamba kuwa endapo watajitokeza kwa wingi kupiga kura Oktoba 29 na kukichagua chama cha mapinduzi, CCM kwa nafasi ya uraisi, ubunge na udiwani, watasimamia vyema upatikanaji wa maeneo rasmi ya kufanyia biashara ikiwemo uwepo wa soko ili kuinua uchumi wa wananchi hao. Kwa upande wa soko ndugu zangu, najua mahitaji ya soko kwa kata ya Kibamba. Lakini vile vile kwa upande wa wafanyabiashara, ameeleza Mheshimiwa Jumba Simba, nitaendelea kupambana kuwa mtetezi wenu kuhakikisha tunapata maeneo yaliyo rasmi kwa kwa ajili ya ya matumizi ya soko kwa wafanyabiashara na wajasiriamali wa kata ya Kibamba. CCM oye! Kwa wa upande wake mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Dar es Salaam, Juma Simba Gaddafi, amewataka wananchi wa Kibamba kuchagua maendeleo kwa kuwapigia kura wagombea wenye historia nzuri ya uongozi kutoka CCM, huku mgombea udiwani kata ya Kibamba Otaigo Elisha Mwita akiwanasihi wananchi kujitokeza kupiga kura Oktoba 29 na kuichagua CCM kwa ajili ya maendeleo yao. Angela amekuwa mjumbe wa baraza kuu la UWT, amekuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Dar es Salaam. Angela amekuwa mbunge, hapa ametajwa. Angela alikuwa waziri wa TAMISEMI, alikuwa waziri wa utalii maliasili, alikuwa waziri wa madini lakini Angela ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, chombo cha mwisho chenye maamuzi ambacho kinaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Angela ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa. Nyinyi mmepata lulu, mmepata dhahabu, mtumieni Angela. Angela mbunge, Angela ameshakuwa waziri Angela Mneki, lakini jambo la mwisho ambalo si watu wote na kila mtu analitaka hilo, Angela, mshauri wa rais Mama Samia Suluhu Hassan. Nani kama Angela? Leo hii niko mbele yenu, wananchi wa Kibamba, kuomba mtupe ridhaa yenu, mtuchague Chama cha Mapinduzi, mimi kama diwani nikawasemee katika manispaa ya Ubungo dada yetu Angela Jasmine Mbelwa Kairuki akatusemee bungeni, awe sauti yetu, akatusemee katika serikali na taasisi mbalimbali kwa ajili ya maendeleo ya wanakibamba, kwa ajili ya maendeleo ya jimbo la Kibamba, lakini kwa ajili ya maendeleo ya kata yetu hii pendwa iliyobeba jina la jimbo, kata ya Kibamba. Tunaye rais wetu anafanya kazi kubwa, na mimi niseme kwa unyenyekevu mkubwa, niko mbele yenu wanakibamba nikinyenyekea sana tumchague lai Samia Suluhu Hassan kwa kula za kishindo. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Mwenge wa Uhuru umetembelea wilaya ya Rungwe na kufanya ufunguzi wa mradi wa maji katika kata ya Mabonde. Ufunguzi huo umefanywa na kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru wa mwaka 2025 ndugu Ismail Ali Usi, ambapo mradi huo utaleta mabadiliko katika jamii zao kwa kupata maji safi na salama. Taarifa ya Daniel Smerta kutoka Mbeya inaarifu zaidi. Akitoa salamu kwa wananchi wa Mabonde, ndugu Ismail Usi ameshukuru kwa kupokea mwenge wa uhuru na kusema kuwa mradi huo na miradi mingine iliyowekwa katika wilaya hiyo itafanyika msaada mkubwa kwa jamii, hivyo ni wajibu wao kulinda mradi huo. Lakini leo hii ni jambo la faraja na ni jambo ambalo Rais wetu linaendelea kumjengea heshima duniani pamoja na Afrika juu ya usambazaji wa maji vijijini ndani ya Tanzania sote tuliopo hapa tunakumbuka miongoni mwa tunzo bora ambazo rais wetu amezipata moja ikiwemo ni swala zima la maji safi na salama na ambao wameweza kuweka heshima hiyo ni viongozi wetu wanaosimamia mamlaka za maji naomba tuwapigie makofi mengi sana maji safi oye oh yeah. katika hatua nyingine mkurugenzi wa ufundi mhandisi Barnabas Konga amesema kuwa mradi huo umejengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 6.9 na utawezesha wananchi zaidi ya 40 kupata maji safi na salama. Manufaa ya mradi, ndugu ukiongeza mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2025, kukamilika kwa mradi huu kumeleta manufaa yafuatayo: Moja, kuongeza uwezo wa mamlaka wa kuzalisha maji kwa wastani wa lita milioni nane kwa siku. Mbili, kuongeza saa za huduma katika mji wa Tukuyu kutoka wastani wa saa sita hadi wastani wa saa ishirini na tatu kwa siku. Tatu, kuongeza upatikanaji wa huduma ya maji kwa wananchi kwa asilimia 26 kufikia wastani wa asilimia 95. Nne, kuboresha afya ya uchumi, usalabu na maendeleo kwa wakazi wa mji wa Tukuyu wapatao 74935. Hata hivyo, wananchi wa mabonde wamefurahi kupata mradi huu wa maji wakielezea kuwa walikuwa wanapata shida kupata maji kabla ya mradi huo kuanzishwa, huku wakishukuru serikali kwa kuwezesha upatikanaji wa maji safi na salama katika maeneo yao. Shukuru sana serikali imetukumbuka kutuletea maji. Mimi cha nyuma tunahangaika sana maji, kwa serikali imetukumbuka, tumeletewa maji. Tunashukuru sana kwa ushirikiano wa kutuletea maji. Saizi tulikuwa tunapata shida, lakini kwa sasa tangi limeshatusogezea hapa karibu kwa akinamama, tumewatua ndoo kichwani. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu. Namshukuru sana Mama Samia wakuletea huu mradi wa maji, lakini kuwa unapata shida sana kina mama kila muda kwenda mkoni, lakini kwa sasa maji uhakika, mdote atakuwepo maketengi ndio limesha kamilika. Asante sana Daniel Simerta kwa taarifa hiyo. Wazazi na walezi nchini wametakiwa kushirikiana kwa karibu na walimu katika kuhakikisha watoto wanalelewa kwenye misingi bora ya maadili, dini na sheria za nchi ili wawe raia wema na wenye mchango chanya ndani ya jamii. Recho Chacha anayo taarifa zaidi. Rai hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na kaimu naibu mkurugenzi mkuu wa taaluma, utafiti na ushauri elekezi kutoka taasisi ya elimu Tanzania TET Dkt. Angela Katabaro wakati akizungumza kwenye mahafali ya 24 ya shule ya awali ya Sente Anne. Katabaro amesema ushirikiano kati ya wazazi na walimu ni nguzo muhimu katika malezi ya watoto, hasa katika kipindi hiki ambacho dunia inakabiliwa na changamoto nyingi za kimaadili na maendeleo ya teknolojia. Amesema malezi yanayoanzia nyumbani na kuendelezwa shuleni yanasaidia kujenga kizazi kinachofuata maadili mema, kuheshimu sheria na kuzingatia mafunzo ya kidini, lakini kwa wazazi na wasii waendelee kuwalea watoto washirikiane na walimu katika malezi haya ya watoto, wasiwaachie walimu peke yao, kwani malezi ya watoto ni ya wote, walimu na wazazi, na tunajua kwamba mwalimu ni mlezi wa pili. Kwa hiyo wazazi pamoja na kuwalea watoto, kuwapatia mahitaji mengi ya muhimu ya shule, ya mavazi, ya kuishi, lakini wazingatie pia watoto hao kuwa na maadili mema na kukua kitaaluma ili watoto hao wanapokuwa, basi wakawe katika dunia ambayo inawahitaji na wao wanaweza wakachangia katika mahitaji ya dunia hii katika kutekeleza majukumu yao, aidha kwa kujiajiri au kuajiriwa. Kwa upande wake mwalimu mkuu wa shule ya msingi na awali Saint Anne Josephine Rukanazia amesema wazazi wengi wamekuwa wakikosa muda wa kukaa na watoto wao kutokana na majukumu ya kila siku, hali inayosababisha watoto kukosa uelekeo sahihi wa maisha. Mimi napenda kuambia wazazi wa, wawe karibu na watoto wao. Tunafahamu kwamba wazazi wanatimiza wajibu wao wa kuwapa mahitaji watoto kama chakula, matibabu, e, kuwalipia ada za shule, lakini kutokana na nyakati tulizopo E, maisha yanatuweka bize sana. Wazazi wengi wanakosa muda kabisa na watoto wao. Kwa hiyo unakuta mzazi hamfahamu mtoto, mwalimu anamfahamu mtoto vizuri, kwa sababu ndio anashinda naye, lakini mzazi hamfahamu mtoto. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Viongozi wa dini mbalimbali mkoa ni Iringa wamewataka waandishi wa habari kuendelea kuzingatia maadili na miiko ya taaluma yao kwa kuandika, kutangaza na kuchapisha habari zinazoheshimu utu wa binadamu hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu. Shalom Robert kutoka Iringa anaripoti zaidi. Viongozi hao wameyasema hayo katika semina ya siku moja iliyoandaliwa na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA na kushirikisha viongozi wa dini mbalimbali mkoani Iringa na kuwaasa waandishi wa habari kuepuka lugha za uchochezi na badala yake kuandika habari zenye kuelimisha, kuhamasisha na kuchochea maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Taarifa zile za habari ambazo mnazichukua, zihakikisheni angalau kwa watu kumi, kama ni sahihi, ndio mzitangaze. Waandishi wa habari kama na uwanja mkubwa zaidi kwa kutoa taarifa katika social media, vyombo vya habari ili kuwapa kuwa wana, wana, wananchi au Watanzania kwa ujumla taarifa sahihi kuhusiana na ushiriki wao katika uchaguzi. Kama tunavyoambia ushiriki katika uchaguzi ni jambo la kikatiba ambalo kila mwananchi anapaswa ashiriki kuchagua kiongozi yule anayemfaa katika miaka mitano mingine inayokuja. Omar Ibrahim, afisa miradi BAKWATA makao makuu, yeye anasema semina hiyo imeandaliwa mahususi kwa makundi hayo muhimu ya waandishi wa habari pamoja na viongozi wa dini. Ko, lengo ni moja tu, hawa wote ambao tumewakusanya, lengo ni, ni, ni kutoa elimu, kutoa mafunzo ya elimu ya, ya uraia, ili wakafikishe kwenye majukwaa yao pasipo kubagua, pasipo kubadilisha kile ambacho kimekusudiwa kwa ujumla kwamba mafunzo yamekuwa mazuri, mafunzo yameweza kutukumbusha wajibu wetu, mafunzo yameweza kutukumbusha juu ya suala zima la uraia, aa, haki na wajibu wetu. Mtazamaji, hata hivyo, wameeleza kuwa vyombo vya habari vina nafasi kubwa katika kuimarisha amani, umoja na mshikamano wa kitaifa, hivyo vinapaswa kutumia kalamu na vipaza sauti kwa kuwajenga wananchi na si kuwadanganya. Asante sana Shalom, kwa taarifa hiyo. Aliyekuwa mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam Omari Kumbilamoto, ambaye ni mgombea wa nafasi ya udiwani kata ya Vingunguti, ameitaka jamii kumwombea rais Daktari Samia afya njema pamoja na kumpigia kura ifikie hapo Oktoba 29 mwaka huu, ili aendelee kuiongoza Tanzania, kwani amekuwa ni kiongozi mwadilifu aliyeitendea makubwa Tanzania. Mrisho Mapeyo anayo taarifa zaidi. Kumbila Moto ameyasema hayo alipokuwa katika mkutano wa kampeni uliofanyika kwenye mtaa wa Mtambani kata ya Vingunguti jijini Dar es Salaam, ambapo amesema ni muhimu kwa kila mtu mwenye kuitakia mema Tanzania kwa imani yake kumwombea rais Dr. Samia awe na afya njema ambapo amesema kwenye kata hiyo pekee ametoa fedha nyingi za maendeleo na kwamba wiki mbili zijazo unaanza ujenzi wa vyumba 16 vya madarasa ya shule ya ghorofa kwenye kata hiyo. Ndugu zangu, wiki mbili zijazo Vingunguti naenda kuzizima michoro ya madarasa kumi na sita ya shule ya sekondari imekamilika. Hivi sasa wataalamu wanamtafuta mkandarasi, akishapatikana kesi ya shamba inaamuriwa wapi shamba, mkataba utasainiwa pale pale shuleni Mamazamia. Aidha, kumbi la moto amezungumzia bwawa la Kidunda ambalo linakwenda kuwa ni suluhisho la changamoto ya maji kwa wananchi wa mikoa ya Dar es Salaam na Pwani. Hivyo amewataka wananchi kuendelea kumwamini Dkt. Samia Suluhu Hassan huku pia akizungumzia mradi wa maji wa Bangulo ambao tayari umeanza kutoa maji. Sama baba. O, sisi mkitupa tutamaliza changamoto ya maji, ndugu zangu, ni changamoto ya maji Dkt. Samia Suluhu Hassan ambaye tunamwambia kula leo hii amefanya maajabu makubwa Tanzania, Dar es Salaam. Ndugu zangu, mwezi wa tatu tulifanya ziara na baraza la madiwani, na nimshukuru sana sio wadawasa ndugu yangu Bwile, tumekwenda kwenye bwawa la Kidunda. Raisi Samia amewekeza takribani bilioni 336, bwawa lile linakamilika 2027 na ta, tafiti zilifanyika kipindi cha mkoloni, wamepita marais wengi hapa. Samia ndo kaja kuichukua ile tafiti, akasema kwamba kwa mujibu wa tafiti hii Kidunda tukijenga bwawa litalisha pwani na litalisha Dar es Salaam. Changamoto ya maji itakuwa historia. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi UVCCM mkoa wa Geita leo umefanya matembezi ya amani yenye lengo la kuhamasisha vijana kujitokeza kwa wingi kupiga kura ifikapo Oktoba 29. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita inaarifu zaidi. Akizungumza wakati wa matembezi hayo, mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Geita Manjale Magambo amewataka vijana wote kushiriki kikamilifu katika zoezi la kupiga kura, akisisitiza kuwa vijana wa Geita hawana maandamano mengine zaidi ya yale ya kuelekea kwenye uchaguzi wa amani na utulivu kama ilivyopangwa na tume huru ya uchaguzi. Tiwa vijana wa mkoa wa Geita ni ishara ya kwamba vijana wa mkoa wa Geita wanampenda Dkt. Samia Suluhu Hassan, wanamwamini Dkt. Samia Suluhu Hassan na wako tayari tarehe ishirini na tisa kwenda kupiga kura na wako tayari tarehe ishirini na tisa kujitokeza kwenye vituo vya kupigia kura na sio mambo mengine. Sisi mwandishi wa habari nikwambie, sisi kwetu tarehe ishirini na tisa hatuna maandamano kwenye mkoa wa Geita, maandamano pekee ni kujitokeza kwenda kupiga kura za wingi kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, na kama watu walikuwa wanatamanisha maandamano, maandamano ambayo takayofanya vijana wa mkoa wa, wa Geita ni kuandamana kwenye maboksi na kumpigia kura Daktari Samia Suluhu Hassan. Umati huu wa watu unaonyesha mapenzi makubwa ambayo vijana na wananchi wa wilaya ya Geita wanayo kwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo sisi hatuna mashaka, wale watu ambao walikuwa wana hofu na mapenzi ya Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya vijana wa Kitanzania hasa mkoa na wilaya ya Geita, nadhani salamu wameipata. Vijana wa Geita wanampenda mama, na hii kazi sisi vijana wa Geita hatujaianza leo. Nao baadhi ya vijana waliohudhuria matembezi hayo wameelezea kuvutiwa na utendaji kazi wa rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakisema utekelezaji wa miradi mingi ya kimkakati inayowanufaisha watanzania wote hususan vijana. Kwa umoja wetu tumejitokeza kumpokea rais tukiwa na upendo wa dhati maana amesaidia katika elimu bule. Eh, we mwenyewe unaona kuanzia primary unasoma bule mpaka sekondari ushindwe kusoma unaona, eh, yani hivyo tu. Jitokeza kama vijana kumpokea kwa shangwe rais wetu. Amefanya mazuri kila idara, ameweka miradi imeonekana. Tumeona tumeenda kufungua pale daraja liko vizuri. Ameweka hela kwenye, kwenye ujenzi wa masekondari shule pamoja na hospitali. Asante sana jo l maduka kwa taarifa hiyo, mtazamaji. Hii ni taarifa ya habari, mimi ni miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari, katika biashara zaidi ya shilingi tlioni 24 za tolewa kwa wakulima kama mikopo ili kuendeleza sekta ya kilimo nchini.